Kwa vurugu sana, alitoka kwa kwa kiki kubwa sana kule ligi ya Kenya. Sasa inasemekana bwana huyu mchezaji atakuwa ametupwa kipapai kwa sababu, uh, kupenda kabisa klabu ya kule aje hapo Simba. Mm, klabu ya Kenya ilikuwa inamkazia sana asije hapo Msimbazi. Sasa yeye akatumia nguvu sana kuja katika klabu ya hapo Simba Sports. Sasa issue inakuwa kubwa, huyu mchezaji ndio tunakujua kabisa. Alivyokuja, anatoka, alikuwa mzima kabisa akaja kupata majeraha hapa katika mazoezi alivyojiunga na timu ya Simba Msimbazi. Sasa hiyo issue imefanya jamaa imume sana. Ndio unajua kabisa usipokubalika usipo kwenu unakuwa na mambo mengi sana. Vipapa hivi vinakuwa vingi sana, huja mabwana. Kwao amefanyiwa vitu kama hivyo na tumejua kabisa wakupenda je, Msimbazi au akaamua mtupe kipapai, akapata majira na majira na mwandama kuli kweli mchezaji. Inasemekana sasa hivi kidogo anaendelea vizuri, anaanza mazoezi madogo madogo. Inasemekana muda wote anaweza akajiunga na timu ya Simba hapo, akaanza mazoezi nao na akakipiga. Lakini hicho ambacho inamsumbua ni majira na majira hayo bwana. Yamemwanza alivyokuja hapo Msimbazi, mambo yamekuwa mengi sana. Sasa kama amemwanza hapo Msimbazi majira ni kipapai tu watu wa huko Kenya, pia wa kucheza ya Kenya kule, akakataa kwenda sababu alikuwa vizuri kujiunga na timu yake ya Msimbazi nt nguvu asante sana yangu ni hayo.